Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania limeadhimisha miaka hamsini na mbili tangu kuasisiwa kwake mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne kwa kufanya usafi katika maeneo mbalimbali sambamba na kutoa huduma za afya kwa jamii na kujitolea damu katika maeneo tofauti hapa nchini. Makrina Siovelo anatujuza anasema je? anasema je? Tarehe mosi Septemba mwaka 2016 jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania linasherekea miaka hamsini na mbili tangu kuanzishwa kwake mnamo mwaka 1964. Wanajeshi hawa ambao hulinda taifa hili la Tanzania na kuhakikisha amani inaendelea kutawala pamoja na wananchi wake kuwa katika hali ya amani zaidi, leo wanaadhimisha kwa kufanya usafi katika maeneo mbalimbali, na hapa ni katika kambi ya Lugalo katika poli hili ambapo wanajeshi hawa wameamua kufyeka na kuondoa kichaka hichi ambako kiko hapa. Hii ni kujikinga na wadudu wakali, lakini pia magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kashambulia jamii husika ya Tanzania. Tunasema siku zote usafi ni jambo la muhimu sana, kwamba kadri unavyokua katika mazingira masafi ndio unajiweka mbali na magonjwa. Pamoja na kufanya mazoezi na kuwa na utaratibu mzuri wa kula, unatakiwa tuwe katika mazingira mazuri. Kwa hivyo, ningetoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam na wananchi wa Tanzania kwa ujumla, kwamba tudumishe usafi katika maeneo yetu, katika mazingira yanayotuzunguka sehemu zetu za kazi na kadhalika. Ni kweli ma, mafunzo ya jeshi ni magumu, kwa hiyo kwa ni, ni, ni, ni kawaida tu hapana. Wasichana wengi wanaogopa sana kwenda kujiunga na jeshi hapana. Um, wakati wasichana wengi wakijiogopa kwenda kujiunga na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania na kuona huenda mafunzo ya kuhitimu katika jeshi hili ili uwe mwanajeshi kamili ni magumu sana, lakini bado wanawake ambao wako ndani ya jeshi hili wanasema mafunzo si magumu kama wengi wanavyofikiria, na ni mafunzo ya kawaida na yanayofundishwa ya ni yale yale ambayo wananchi tunaishi nayo kila siku. Tumsikilize Meja cak hiyo akiwaasa wanawake na wasichana kujiunga na jeshi laulizi, la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Wito kwa wanawake, kweli hapa unaona sio wengi, lakini tupo wanawake na wasichana wasiogope kujiunga na jeshi. Jeshi si kama vile watu wanavyolitafsiri. Jeshi ni kitu tu kizuri, uh, jeshi tu ni kitu kizuri. Ni kitu si mafunzo si magumu, cha hivyo mi ni mwanamke nimeweza, kwa nini wao wasiweze? Kwa hiyo natoa wito kwa wasichana, kwa mama na wababa, wasikataze watoto wao wa kike kuingia jeshini. Kazi kama kazi zingine sisi, tena kazi yetu ni kwamba tumejitolea zaidi kwa watu tunachanganyika na sio yani tu, watu sio kwamba mwanajeshi yani tu tuonekane watu kwamba tuko tofauti au tuko special au ni nini. Sisi ni kama watu wengine, ila ni kwamba kazi yetu tu tunafanya ulinzi na mambo mengine mengine. Hatimaye siku imefika ambayo Watanzania wengi walihisi huenda wanajeshi itawanyika kila kona ya mtaa, kila kona ya jiji, katika kufanya usafi au kuendelea kulinda ulinzi wa amani ya nchi, lakini si hivyo kama wengi walivyotarajia. Wengi wamejikusanya mahala pamoja, sehemu mbalimbali, kufanya usafi, kutoa huduma za afya, kujitolea damu na kazi nyingi ambazo jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania limefanya katika maeneo mbalimbali nchi nzima, kutoka katika kambi ya Lugalo jijini Dar es Salaam. Makrina Siovelwa, TV Elimu kwanza. Asante sana Makrina Siovelwa kwa taarifa hiyo, ambapo tayari jeshi la wananchi Tanzania limetimiza miaka 52 tangu kuasisiwa kwake.